Ndio dalili ambazo kama uko nazo au huwa unakutana nazo kwenye maisha yako, basi utakuwa hauko sehemu mbaya, yaani uko sehemu ambayo ni mbaya, uko sehemu mbaya. Dalili ya kwanza, umekuwa ni mtu ambaye mapigo ya moyo yanaenda mbio bila sababu za msingi, yaani ni mtu ambaye unalipuka, unafula hasila, yaani kitu kidogo tu kikitokea, wewe una panic, una jazba, yaani huwezi kujizuia, jua kabisa Uko sehemu mbaya. Lakini namba mbili ni yule mtu ambaye anahisi anapata pesa zinapotea, haelewi zinaenda wapi. Ukishafikia hatua ya kuhisi unapata fedha zinapotea, hujui zinaenda wapi, jua huko steji ya mwisho, kwa sababu steji ya kwanza unakuwa hujui hata kama unapata pesa zinapotea, unakuwa unahisi maisha yako ni ya kawaida. So the moment umekuja kuona kwamba napata pesa zinapotea, it means unaelekea hatua ya mwisho ya wewe aidha kupoteza kabisa hata kile kidogo ulichonacho inafikia. Uh, namba tatu, ishara namba tatu ni mtu ambaye ukipata pesa tu ndo matatizo yanaanza na, ya huenda familia yako ndo inaanza kuumwa, wazazi wako ndo wanaanza kuumwa, mke wako ndo anaanza kuumwa, anazidiwa na watoto, yaani familia yako ndo inakuwa inapata matatizo, yaani, unapoelekea kupata pesa, ukipata Kabla una pesa unapanga mipango yako vizuri, lakini unapoelekea kuipata pesa mambo ndo yanaongezeka, kadri yanaongezeka yanakuwa mengi. Ukipata hii ishara ya, ukipata pesa ndo ya pesa, matatizo yanaanza matatizo. La kwanza huwa linaanziaga kwenye familia. Utasikia mama yako anaumwa, mzazi ni jukumu ambalo uwezi huwezi kukwepa, si ndiyo? Utasikia mtoto wako kazidiwa nyumbani, ni jukumu ambalo huwezi kukwepa. Si ndio? Utasikia mke wako alikopa vikoba si kamatwa, yuko kituoni inabidi ukamtoe. Ni tatizo, huwezi kukwepa. Utaambiwa kaka yako amfungwa. Huwezi ukakwepa. Lazima utaenda kuangalia utatafuta mawakili na nini. Ukiwa unapata hizi ishara jua uko sehemu mbaya. Namba tano. Namba tano, umekuwa ni mtu ambaye uh, watu wanakuchukia bila sababu. Ni mtu ambaye ukifika ofisini, ofisini kwako unakuta bosi wako anakuchukia. Unakuta kuna watu tu wameunda vikundi wanakuchukia. Unakuta watu ambao walikuwa wakikushangilia wameanza kukuzomea. Unakuja kuona watu ambao walikuwa wanatamani kukusaidia kwenye maisha yako, ndio hawa watu ambao wameanza kukupiga vita, hawataki ufanikiwe. Ukishaanza yani, kuziona hizi dalili, unapigwa vita na watu ambao walikuwa wanataka kukusaidia, kukusaidia yani, watu walikuwa na mpango wa kukusaidia na siku zote mlikuwa mnaongea nao vizuri tu na wana mpango wa kusaidia fresh, yani lakini sasa hivi wamegeuka, wanakuchukia. Unaweza ukachukiwa na mama yako, unaweza ukachukiwa na baba yako, unaweza ukachukiwa na mtu yoyote ambaye mwanzo mlikuwa mko naye tu vizuri, lakini sasa hivi unakuta tu anakumind, na ukitafuta sababu ya yeye kukumind huioni, jua kabisa huko sehemu mbaya. Lakini ya, ya, ya, ya sita, nataja kumi tu nyepesi. Sita ni mtu ambaye unaota ndoto unatakiwa ujue kitu kimoja: ndoto unazoziota kila siku zina sababu na zina maana. Sasa unapoota ndoto, kama kuna ndoto unaziota na unazichukulia poa, jua wewe ndio unayefeli, sio ndoto zinazofeli. Kitu kinaitwa ndoto, ndoto sio ndoto, ndoto ni maono yale, yani kile ambacho wewe unakiota usiku unahisi ni kibaya, ndicho hicho ambacho unatoka nyumbani kwako na na na na na, na hizo na hilo bichwa lako unaenda kumtafuta mganga wa kienyeji, unaambia mganga wa kienyeji, naomba nitabirie mambo yangu. Wakati ndoto unazoota kila siku ukiwa na akili timamu zinakuwa zinakuonyesha ulikotoka, unakoelekea na no, unakokwenda. Ndoto sio ndoto, yani unapoota ndoto sio ndoto, yale ni maono. Kwa hiyo wewe, ambaye unatizama hii video, kama kuna ndoto wewe unaota aidha, ukiwa unaota huko shuleni au umerudi utotoni huko, shule shule ya msingi jua kabisa ni ishara ya kwamba wewe unaelekea kufeli au kuishiwa kwenye maisha yako. Ukiwa na ndoto ambazo ulikuwa, ume- umelala, lakini unaota unapaa, ukifika kule jini, una ukifika kule juu unadondoka, yani unaenda unadondoka pa, jua kabisa wewe ni mmoja kati ya watu ambao uko kwenye hatua mbaya. Ukiota unakimbizwa na nyoka ambaye huyo nyoka ni nyoka mweusi anakukimbiza, uko kwenye hatua mbaya sana. Juice tamu, by the way ukiota pia uh, ni mtu ambaye unakimbizwa na kitu au mnyama au mtu unayemjua chochote kile kinakukimbiza, alafu huwezi kukimbia, jua kabisa uko kwenye hatua mbaya. Lakini kuna wenzangu na mimi wale ambao huwa wanaota wakifanya eh, tendo la ndoa, una, una unaota unafanya tendo la ndoa na mtu ambaye unamjua lakini huyo mtu anakuja aidha kwa picha ya sura nyingine au anakuja kwa sura yake, yaani unakuwa unaona kuna mtu unafanya naye unafanya naye tendo la ndoa, na ukiamka asubuhi unakuta umechafuka. Unaota unafanya tendo la ndoa, lakini ukiamka asubuhi umechafuka, uko kwenye hatua mbaya. Ukiota uh, una mimba au una ujauzito au unajifungua kwenye ndoto, hizo sio ndoto, hayo ni maono. Kwa hiyo ndoto yoyote unayokutana nayo kwenye maisha yako sio ndoto. Kuna ndoto nzuri na kuna ndoto mbaya. Ukitaka kuendelea kujifunza baadhi ya vitu ambavyo mimi navifundisha. Ingia YouTube, andika Chief Godlove, subscribe, weka notification yoni, kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo siwezi kuposti huko kwenye social network nyingine nachoka. Kwa hiyo huwa anafanya video ya muda mrefu dakika kumi, kumi na tano, ishirini naelezea mambo ambayo yatafungua watu. Kwa hiyo kama unataka kufunguka, kupata ufafanuzi zaidi, nitakuwa nikipost kwenye YouTube yangu na Facebook akaunti yangu, ambapo Facebook inaitwa Chief Godlove Billionaire, YouTube inaitwa Chief Godlove. TikTok inaitwa Chief Godlove Billionaire, Instagram Chief Godlove Billionaire. Nenda huko, nenda kanifollow, hakikisha umeweka notification on, kwa sababu mpaka leo hujui wapi utakapotokea, wapi tobo litakukuta kwa hiyo tobo linaweza likatokea kwangu au likatokea kwa mtu mwingine. Ndoto yoyote unayoota iwe nzuri au mbaya, ina maana, tafuta maana hiyo ndoto. Mimi nina uwezo wa kufafanulia ndoto yoyote unayoota ambayo huwa inakusumbua yoyote, lakini shelti lazima ulipie. Ndoto yoyote unayoota kwenye maisha yako, mimi nina uwezo wa kuifafanua na nikakuelezea inamaanisha nini na unatakiwa kufanya nini, na nina uwezo wa kukuongoza kwenye maisha yako kwamba wewe toka hapa, naenda kafanye hiki na hiki, utafika pale. Mimi nina uwezo wa kumfanya mtu ambaye sio maarufu akawa maarufu kwa siku moja. Nina uwezo wa kumfanya mtu ambaye hakuwa na pesa akapata akili ya fedha na akapata fedha ndani ya muda mfupi. Nina uwezo wa kumfungua mtu akili zake na mawazo yake akawa tofauti na jinsi alivyokuwa zamani, lakini siwezi kumfungua mtu ambaye yeye hataka kufunguliwa. Ili nijue kama unataka kufunguliwa maisha yako, unataka kuwa mmoja kati ya watu wengine, unataka kuondokana na upumbavu na ujinga na ushenzi ulionao ndani yako. Lazima ulipie, lazima utoe utoe kitu ambacho mimi kitaniaminisha kwamba wewe ni mtu sahihi na natakiwa kukusaidia. Kitu cha kufanya, watu wengi wamekuwa wakitapeliwa kwenye mitandao ya wa kijamii. Watu wengi wanajifanya ni mimi, wanaigiza kwamba wao ni mimi, sio mimi. Namba za kwangu za kujiunga, kabla sijaendelea kuelezea kuhusiana na hatua au namna ya mtu kujua yuko sehemu mbaya, namba ya kwanza hiyo hapo. 0758 84 49 62 namba nyingine ni 0756 38 22 85. Namba ya Kenya kwa wale mliopo Kenya, hii ni Airtel ya Kenya. Unalipia elfu kumi na moja ya Kenya au dola mia hii dola mia au elfu kumi na moja ya Kenya. Hizi ni namba za kulipia. laki mbili ya Tanzania ukilipia, unatuma ujumbe, unaweza ukatuma ujumbe kwenye